Hello mambo vipi my beautiful people. Leo tena ni bado nipo Tanga na sasa hivi niko maeneo haya hapa ya Tanga Beach Resort. Unaweza kuona ni maeneo fani ambayo ya Sahare huku yanapatikana. Sahare ni sehemu ambayo ni coolest eh, yeah, imetulia sana Tanga Beach Resort. So unaweza kufika huku kaja ku kupumzika, kuishi kama wewe ni mgeni wa Tanga. Hii ni hoteli mojawapo kubwa sana yeah, ya kitalii na upatikana hapa Tanga. I'm, I'm not sure kwamba ninyota ngapi lakini ni hoteli kubwa sana hapa Tanga, sababu watu wamenilikomandi kwamba nikifika Tanga nisisite kutembelea Tanga beach Resort. So ndipozagoba eneo haya huku, ni Sahare kunaitwa na nikifie. Nikiendelea kutoka mjini kuja huku ni daladala moja naweza kufika, ukakutana na hoteli kubwa kama hii hapa ya Tanga beach uh -huh na ukaweza kupumzika kama wewe unajiweza eh, kifedha huku yapo, ukipigwa na, na upepo mwanana, so ni maeneo fulani hivi ambayo yametulia yame sana, unaweza ukaona, tuweza tukasema kama ni richest, one among of the richest neighborhood in Tanga ni hii hapa Sahare ama Tanga Beach yeah. Tunaweza tukasema ni masaki ya Tanga yeah. So, kama wewe, ni mwenyeji wa Tanga unaweza ukatuambia Uh -huh. Unaelewaje maeneo una haya ama ni maeneo gani ambayo ni richest neighborhood huku Tanga ukiachana, uh -huh. Okay, na haya basi tuandikie hapo chini na sisi tutapita na komenti yako bila shida yoyote. So to hivyo, tuendelee ku explore jiji hili la pwani ya kaskazini mashariki mwa Tanzania ya yeah, Tanga Tanga Eh, kama nilivyokuambia ni mji ambao umepangwa kimitaa, si leo, tangu zamani, so unaweza ukaona mwenyewe katika kila sehemu ambayo nimepita ni sehemu ambayo iko safi sana yeah. Huku bwana, ndio matajiri nako wanajificha. Zipo sehemu nyingi, lakini na hii nayo ni sehemu mojawapo ambayo matajiri wanajificha. Hii hapa juu hii unayoiona ni Tanga Beach Resort, yani hoteli kwa kule mbele, kuna hifadhi ya mikoko kule mbele ambayo kiingilio chake ni shilingi elfu kumi. Siku nyingine tutaenda ku explore. Nimeenda, nimeambiwa bado ujenzi unaendelea, so tutaenda ku explore siku nyingine yeah. Hiyo ndo Tanga Beach yeah richest neighborhood here in Tanga. Unaweza kuona zipo nyingi, lakini hii ni mojawapo ehe, na kama kawaida, imepangwa kwa mitaa hilo ndio jambo ambalo mimi najivunia sana kutembelea mji huu ambao umeipangwa kwa mitaa ya yeah. even interior of the city bado kunapitika, na nyinyi wenyewe mnaweza mkawa mashahidi kwa maeneo haya ambayo sasa hivi mimi napita. Ehe, ni interior huku mbali na city center, lakini bado kunapitika na ile ni jambo zuri na la kupigiwa mfano sana, na ni jiji ambalo limetulia halina halina rapsha rapsha wala purukushani nyingi kama majiji mengine. Sijajua kwa sababu ni jiji la Waswahili, ehe, Waswahili kwa asili watu wa pwani, lakini ndo hivyo limetulia sana ya yeah. So unaweza kaona umtaa huku unaenda. Ehe, na huku na kutoa huku so tuingie kwa upande mwingine, hii ni mitaa ya Tanga Beach Resort ya yeah. ni miongoni mwa maeneo ambayo watu wenye fedha hujificha <laughs> ni maeneo, ni miongoni mwa maeneo yeah, ambayo watu wenye fedha hujificha. Kuna maeneo mengi katika Tanga, lakini hii Tanga Beach nayo ni mojawapo yeah. so tuendelee ku explore tuendelee ku explore in details yeah, tuendelee ku explore in details yeah. Yeah, so kama nilivyokuambia kule, mm hivi -hmm. Ndio ndio, tunaita hiyo hoteli ndio Tanga Beach Resort. Nazo kaiona yeah. Hiyo ndo Tanga bwana. Kama umependa ziara hii ya Tanga basi niandikie hapo chini kwenye comment, niambie nini kimekufurahisha katika ziara hii ya Tanga. Na nitapita na comment yako bila shida yoyote ile. Ya, yeah. Na niambie ungetamani twende mkoa gani mwingine baada ya Tanga. Aha. Nami tangana panapo majaliwa zitapita lakini, kama bado hauja subscribe hauja like hauja comment na hauja share basi ni wakati wako kufanya hivyo. Ya unaweza ukaona, hiyo ndio Tanga mkuu. Kama we ni mwenyeji wa Tanga niandikie kwenye comment, ehe, niandikie unaionaje Tanga yenu, ehe, kwa mwaka huu 2025 na mimi nitapita na, na, na comment yako bila shida yoyote ile yeah yako bila shida yoyote ile yep. Kaona, ukaona pale kibao kimeandikwa Karibu Tanga Beach. Karibu Tanga Beach Resort yeah. Karibu Tanga Beach Resort ambayo ndio huku hiyo hoteli kubwa ambayo nimekuambia yeah. Haya ni maeneo ya Sahare kama nilivyokuambia ni katika maeneo haya haya ndio inapatikana. Ukipita barabara hii hii ya Karume inaenda kutokea katika kituo cha ufundi cha TFF Mianjani mia ya yeah, TFF Mianjani na maeneo mengine saaleiku yeah. kwa yeah. hivyo tuendelee ku explore in details, tuweze kuona uh, What is going on here is not only uh, richest neighborhood here in Tanga siyo pekee, lakini ni miongoni mwa upcoming richest neighborhood hapa Tanga, huku Sahare y yeah, ama Tanga Beach. So unaweza ukaona mwenyewe, kwao nipa wewe experience yako ipoje juu ya jiji hili la Tanga. Ya, ambako mimi leo ndo nipo hapa kwa zi... kwa ziara ya siku kadhaa kuweza ku explore in details eh, yeah, what is going on here. Ya yeah, lakini pia niandikie hapo recommend, unataka tuende wapi? Ehe, maeneo gani ambayo unatamani kuyaona katika jiji la Tanga? Yap, pia pitie video za chini ambazo zimepita katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga ili uweze ku, kuona yale ambayo nimeku nimekuletea kutoka Tanga. Yeah. So leo tuko Sahare. Sahare, maeneo ya Tanga Beach. Yeah. Maeneo ya Tanga Beach. Hiyo, ah, ndio jiji la Tanga. Fushua, ni jiji ambalo sijapata kashikashi yoyote kashi ni jiji ambalo limetulia. Watu wake ni watu, watu ambao wako cool, hawana hakuna rapsha. Nimefanya vlogging kwa raha mustarehe kwa siku zote nilizokaa hapa, so ni jambo zuri sana sana sana. Hii mji huu wa pwani, mji huu wa pwani ni mji ambao hakika unadhihirisha ustaarabu wa watu wa pwani. Yeah, unaweza ukaona Aha, hiyo ndio Tanga. Tanga hiyo Tanga, kunani vurugu mechi mko kwani. So ploti hizi bado zipo eh. Kuna minazi hapo na iproti. Kama wewe unajiweza, unaweza ukaja ukanunua ukawa miongoni mwa watu ambao wanaishi katika neighborhood hizi hapo yeah, ukawa na jirani zako kama hao ukana unaishi nao maeneo haya ya Sahare All Star. kuna timu inaitwa Sahare lta na mita. hii si ndio inatokea mitaa hii hapa Sahare, ya so hii, yeah. Ni jambo zuri sana ukaona, ni jambo zuri sana sanaa, kwa hivyo jambo zuri sana, unaweza ukaona na barabara zinapitika na zimewekewa tag za mitaa. Hiyo ndo Tanga, wazee yeah. Na hapa ni Sahare. Kama wewe mwenyeji wa Tanga, basi andikie hapo chini unajua nini kuhusiana na maeneo haya ya Tanga. Ehe, nikiwa niko Sahare maeneo ya Tanga beach Kama ushawahi kufika Tanga niambie experience yako ipoje kuhusiana na jiji hili la Tanga niandikie, mm-hmm. nami nitapita na komenti zako bila shida yoyote. Ni jiji ambalo liko cool kama nilivyokuambia. Yeah, ni jiji ambalo liko ul cool na watu wake ni watu wa karimu sana yeah, sio watu wavurugu wa na hekaheka heka. Yeah. So, hilo ndio jiji la Tanga wakuu, na hii ni miongoni mwa the coolest neighborhood here in Tanga, maeneo ambayo imetulia sana katika jiji hili la Tanga Yeah. Majority ya watu wa Tanga hasa hapa mjini ni Muslim community Yep, ni Waislamu, that is why utasikia hey, utaona misikiti kila kila baada ya watu kadhaa, kwa sababu majority ya hapa ni Waislamu, so yeah. Na hii barabara inayopita inaitwa barabara ya Karume ya huku Sahare. All Star, kuna timu inaitwa Sahare All Star, ni timu moja ambayo ilisumbua sumbua katikati, inatoka viunga hivi hapa vya Sahare yeah. maeneo ya Tanga Beach So hiyo ndo Tanga uh-huh. hiyo ndo Tanga, na, na hiyo hapa ndo sura nyingine ya jiji la Tanga yeah. Jiji la Tanga lina sura nyingi, na hii ni sura nyingine ya jiji la Tanga yeah. so In Tanga, so, yeah. Andikie, uh, unaionaje Tanga? Yeah. I'm trying level best to show you to showcasing you how Tanga it looks like. Kwa hivyo, nadhani unajionea maeneo ambayo matajiri wanajificha katika jiji la Tanga ya yeah. Unaweza ukaona ya yeah. Na huku ni unapigwa una, una na upepo wa bahari yeah, pigwa na upepo wa bahari kwa asilimia mia moja, so ni sehemu ambayo iko vizuri sana yeah, ni sehemu ambayo iko vizuri sana. Kwa hiyo yeah. yeah. karibuni Tanga kwa utalii wa ndani. Ehe, Tanga ni mji wenye amani sana, affordable, unaweza ukafika ukalipa chumba cha elfu kumi na tano tu ambayo kwa mtalii ni jambo la kawaida, cha elfu kumi na tano ukakaa zako bila shida yoyote na ukafanya utalii wako na maeneo yako mengi mengi mengi mengi mengi. Tutajitahidi kutembelea maeneo hayo kadri ambavyo tutaweza eh, lakini fushua maeneo yako mengi eh, na tufikiri kama tunaweza kumaliza. Lakini ni mji ambao kwanza una amani e, e watu wake ni watu, watu wakubwa sana, ni watu wa amani na e, lakini ni affordable kuweza wewe kuishi, kama chakula ni bei rahisi Uh, and each or, and everything pia ni bei rahisi so, unaweza kufika Tanga uh, ukaweza kujionea hayo yote ambayo nakwambia kuhusiana na jiji hili ya, ya jiji la pwani ya Kaskazini pwani ya Tanzania. ina majiji mawili tu, ina mikoa mitano, lakini na majiji mawili ambayo ni Dar es Salaam na Tanga. Dar es Salaam is well known, inajulikana ni habari ni nyingine. Tanga uh -huh. Ndio hivi tunajaribu ku showcase uh -huh. the beautiful about Tanga yeah. Lakini pia uh, mikoa mingine pia mi, inapatikana hapa ni mkoa wa Pwani ambao ni ndani yake una Bagamoyo, lakini pia mkoa wa Lindi ambao una Kilwa na mkoa wa Mtwara ambao una Mikindani ndani. Hii yote ni miji ya kale yeah. so tutaanza na mji mmoja mmoja, alafu uh, tutafuatia mji mwingine katika miji hii ya pwani ya yeah. so like, comment, share. Uh -huh. hii ndio Tanga for you. Huku ni Sahare ama Tanga Beach Resort ambako matajiri kujificha ya yeah. maoni yako ni muhimu sana, comment zako ni muhimu sana, share zako ni muhimu sana. Usisahau kusubscribe tuzidi kuwa wengi zaidi na safari ziwe nyingi kutoka kuizunguka Tanzania Afrika na dunia kwa ujumla inshallah. So yep. Ndio hivyo, tuendelee ku, kuona namna gani eh coolest neighborhood hii ya Sahare inavyoonekana hapa Tanga, yeah. Alaikum salaam. Safi s naona mazingira ya so au, ndo wenyeji wa Tanga ni watu rahimu sana ya yeah. Watu rahimu sana, watu ambao hawana shida shida na mtu n unaweza ukaona Sahare hiyo. Barabara inayopita kama nilivyokuambia naitwa Karume, barabara ya Karume yeah. Yeah. Barabara ya Karume yeah. Yeah. Pongezi kwa Mheshimiwa Batilda Burhan, balozi mkuu wa mkoa wa Tanga anafanya yeah, kazi kubwa sana kuhakikisha Tanga inabaki katika asili yake ya yeah, amani na utulivu. Mm -hmm. Lakini pia Mheshimiwa Jafari Kubecha naye anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha Tanga inabaki katika asili yake ya amani na utulivu na uswahili. Ya. Kwa hiyo ni, ma ni mambo ambayo yanatufanya sisi watu kutoka mbali kusogea katika jiji la Tanga kuweza kuona hili na lile. Ya. Kama nilivyokuambia Tanga ni mji wa bandari na reli zote zilijengwa perpendicular to the coast. Ehe, na Tanga pia imepokea reli ambayo reli hiyo inaifanya Tanga ipokee itoe na kuingiza mizigo kutoka bara Moshi, Arusha. Ya, yeah, so unaweza kuona hapa mbele kuna alama ya reli hapa mbele kuna alama ya reli. We unaweza kuona hii hapa treni unakatiza, so, yeah. so, hii ni barabara ya umi ya yeah. Kiingia huku ni barabara ya na umi, tuingie bila shaka. Hii ni barabara ya umi, maana yake ni mwalimu kwa Odo huku, bila shaka ndo kwa Odo eh, huh? <laughs> hii ni barabara ya Odo yeah, this is Tanga for you so the beautiful, the beautiful Tanga unaweza ukaona hii ni barabara mm -hmm. ya umi mwalimu, yaani breeze ambayo inanipiga hapa ni ya kiwango cha lami ya Sahare hiyo Tanga beach Sahare na maeneo mengine, unaweza ukaona jinsi gani kulivyokuwa cool. Hiyo ndio richest neighborhood mojawapo ambayo inapatikana jijini Tanga. Hii ni barabara ya odo Umi Mwalimu, yeah. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tanga tupoa sana, yeah. Watu wa Tanga wanamkubali sana. Unaweza ukaona, yeah. So hii tunaweza tukasema kama Mikocheni ama ya Kawe ya Tanga Mikocheni, kama Mikocheni ya Tanga Mikocheni, yeah. mamsasani miko ya Tanga, ya ya Tanga. Yeah. so So kwa leo tuishie hapa. Ehe, nilikuwa nimekupeleka, nilikuleta leo katika the richest neighborhood hii hapa ya Sahare, ambapo umeweza kujionea side side other side of Swahili city eh, hii hapa ya Tanga nadhani umejionea. Kwa hivyo hadi wakati mwingine, kusubscribe, usisahau na kushare kushea na navigator Chinduli, y yeah.